Kama nani kiongozi kama anaposema hapo kwamba miaka miwili na nusu, lakini manake hata kama ni kiongozi tukionekana ametuzingua sisi, tuna uwezo wa kumtoa pekee, iruhusiwe isio kwamba eti mtu kwa sababu ameshakubalia miaka miwili na yeah, hey, hey, hey, nusu amna <laughs>

Mimi naona pia kupoteza muda, twende kwenye mengineo. Kwa upande wangu mimi, mengineo yangu jamani, tunajioa sana kufika. Tukisema tuje saa nane, tuje saa nane kamili, sawa <laughs> <laughs> <Ba. laughs> Hoja wako sio mbaya Bwana Dennis, lakini kwenye familia ya mkoba kuna watu takriban 87 ambao wamejiunga ni mkoba. Maana yangu kwamba kwa kusema kwamba tunampelekea mtu shilingi elfu hamsini katika watu themanini na saba ni uongo, yani huyo ndio ukweli jamani tuna watu karibu themanini na saba ambao tuko kwenye mkoba. Laki moja ambayo maongeo yale yalikuwa iko sahihi, lakini tutongeweka kwa mfumo kwamba kwa sababu ni mtu ambaye anakuwa kwenye familia ya mkoba inawezekana tukampa shilingi ya laki moja kwa watu themanini na saba kwa kuchanga zile za tena elfu mbili mbili ambazo tutaziingiza, itakamilika hiyo laki na chenchi takayobaki inarudisha tena mwemle kwenye mkoba. Kusema jwa, kuna watu themanini na saba sawa kwenye mkoba. Maana yake likinikuta jambo kama ni mimi ambaye ni niko kwenye familia ya mkoba maanaake sisi kama wanachama tuna uwezo wa kuchanga tena efu mbili mbili sawa. Kama ukiwa wetu mdogo, tuka laki moja, na tukaipeleka na tutaipeleka kwa mfumo gani? Manake tatolewa lakimoja kwenye mfuko ili kupeleka mda ya ule mchango wa msiba 2000 mbili niya kulipa ada ya mwezi Kusema kusema kwamba ni elfu hamsini itakuwa ni uongo jamani, labda sijui, nye naonaje? Sababu kuna watu themanini na saba tunapeleka elfu hamsini.